Labda nikwambie kitu, kitu, kitu kimoja ambacho watu wengi hawakifahamu. E, hakuna shabiki wa Simba yote ambaye ashawai kumkataa Jean Charles Ahoua unaelewa. Labda hii niweke ni make it clear, hakuna mashabiki yoyote wa Simba ambaye ashawai kum, kumkataa Jean Charles Ahoua, isipokuwa mashabiki wa klabu ya mpira wa miguu duniani, kazi yao ni hizi kuishangilia timu yao na upata mafanikio na kulalamika kama timu imekosa mafanikio hiyo ni, hiyo ni huruka ya mashabiki yani, uwezi kubadilisha yani, shabiki kukosa goli asilalamiki ni uongo brother, haipo duniani, unaelewa. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua alilalamikiwa na mashabiki walio wengi baada ya kukosa lile goli la pili, ingawa at the same at the, alikuwa at the, at the tayari shapata goli ambalo lilituvusha hatua inayofuata. Haikuondoa namna yeye kutokulalamikiwa kulalamikiwa ni jambo la kawaida sana kwa masuala ya soka, hasa kwa asisi ambao tuna eh, tuna nini, tuna tuna, tunashabikia tuna, tuna mpira. Kwa hiyo Jean ncha au wajana, muone mashabiki tumemshangilia sana pale, maanake goli lake eh, nakupa mimi nakupa nakupa faida za mashabiki kulalamika, nakupa faida. Kwa mfano nakumbuka mwaka juzi eh, Simba alivyokosa ubingwa, Israel Patrick Mwenda alichoma goli kuna mechi ya Simba na KMC ambayo ilisha sare ya mbili mbili, eneo ambalo alikuwa anahudumu Issa Patrick Mwenda, ambako Shomari Kapombe alikuwa amepata majeraha, aliruhusu magoli mawili ya aina moja e, e, e, e, Mwenda. Akasema nimewasikia, yeah, yeah, samanini changamoto zao e, eh, e, eh, challenge inachukua eh, kama challenge, nitarekebisha mechi iliyofuata. Simba anacheza hadi Agosto Angola, kama nakumbuka hizo hapo, akarekebisha makosa akaskoa goli ya tatu. Unakumbuka ile mechi, faida za kireza mashabiki, sio? Umeelewa vizuri huyu oh, yeah. Uh, Kibu Denis leo na Monastar kuna moment, kuna kipindi, kuna kipindi fulani alipitia, mashabiki wa Simba wakawa mwelewe kabisa, akishika mpira hana maamuzi sahihi, apige pasi ato, apige chenga au afunge, kama na kitete mguuni, mashabiki wakapiga kelele sana. Akaja Robertinho Vieira akamwambia, una kitu, kazana, akampa na zawadi Dubai, kama unakumbuka, mashabiki, zile kelele zikaza, na muingia Kip Denis na nashukuru uongozi wake, anamwambia cheza mpira, pambana, wa prove wrong mashabiki na Simba. Msimu unaofuata, goli nane, plus na asisi za kutosha. Wakati yeah, mwingine kelele za mashabiki, mashabiki zinamkumbusha mchezaji uwanjani kwamba kuna, kuna watu wako nje ukifanya makosa kusali wachezaji wa njano tuwapigia kelele, maana yake sio mbaya, tunataka wakumbuke majukumu yao, unaelewa. Na ndio maana unaona siku ile baada ya kosa lile goli, watu wengi walishouti na waelewa, kwa sababu watu wanataka mpate magoli mengi, wamalize game. Unapokosa watu wazi kupiga makofi, watataka wataka wapate zaidi, na Simba waliona wa, wa, wanahitaji wana kupata zaidi ya kile wachokipata. Lakini makikosa, ndio maana kerezi kwa nyingi kwa hiyo kwa kerezi zile haziwezi kusema kwamba walimkataa mchezaji hapana, kwa sababu bado ni mchezaji wao, unaelewa vizuri na bado wanampenda. Swala la mwalimu ku, kusema nataka namba kumi dunia, mzawa duniani kote timu aina namba kumi moja Aa, sijakuambia hatoshi, hatoshi, hatoshi. Sija, hatoshi hmm, anatakiwa apate msaidizi hmm. Unaposema hatoshi, manake yeye anatakiwa aondoke Simba sasa, hmm? Nakuambia wewe, wewe ufai kuwepo Chapesa, manake aje Dr. Mo ajiliwe Chapesa? No, manake hiyo wewe uondoke, sina maana hiyo, aua awepo apate mwingine wa kumsaidia majukumu mengine makubwa zaidi haya, kwa sababu duniani kote saizi namba kumi wacheza wawili, fuatilia Iangalie Arsenal, Arsenal wa Mikel Arteta ambao imemtoa Barcelona, imemtoa Real Madrid. Sadio Ten na kwa wawili. Iangalie Barcelona aliyemfunga Madrid juzi. Sadio Ten ni wawili. Iangalie, eh, eh, iangalie Barcelona ambao imemfunga Real Madrid. Sadio Ten ni wawili. Kwa namba kumi duniani imebadilika, imekuwa namba kumi ya kisasa tofauti na zamani. Kwa sababu eneo la kucheza kwa namba kumi ni eneo pana sana. Kwa hiyo ukiwapata creator wawili unaongeza chance za kufunga chance za magoli na timu kupata ushindi. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua akiwepo akaitola mwingine itakuwa ni bora zaidi kwangu, mimi, kwa maoni yangu, namna mm, ambavyo Simba ameiona, eh, Dokta Mo, inavyocheza. Wengi wao wanakuwa wanalalamika sana katika eneo la umaliziaji. Mnyama Simba anahitaji eh, striker mpya katika kikosi chao. Ukimzungumzia Jean Charles Ahoua pamoja na Leonel Ateba Mbida, bado watu wanakuwa na mashaka katika eneo la ufungaji. Watu wanaamua atakona hii finali Simba na Belkane nyama Simba uh, nafasi anazozipata hasizichezee, apate nafasi ambazo zilizokuwa bora zaidi, kuzungumzia haua pamoja na Kirsten, na Teba Mbida pamoja na Steven Desa mukwara, kwa maana anacheza nafasi, nafasi hizo za juu ni sahihi, hawa wawili Simba Sports Club nisitoweka, hawa wanafaa wa Simba Sports katika finali Hamara. Kwa sasa wachezaji wote ambao tunao ndio ambao wanatufaa kwenye fainali. Unaelewa? Kwa sababu wachezaji wote hawa ndio ambao wameipeleka Simba kufika fainali. Isipokuwa dirisha kubwa lijalo, kuna maboresho madogo tu mwalimu akiongeza watu kama watatu. Maeneo haya. Kuna kiungo mshambuliaji, clinical finisher pamoja na eneo la center back. Akipata wachezaji watatu, Simba itakuwa hatari zaidi ya hii. Lakini kwa sasa hivi hawa waliopo wanaweza kutuvusha na tukachukua ubingwa wa Afrika. Ukimwangalia anavyocheza eh, Lionel Ateba Mbida ni mzuri kwenye kuhodi mipira na ndio maana unaona mechi ya juzi pale Deben, mwalimu aliamua kumtoa mkoa, akamuingiza eh, Lino ya Teba. Kazi ilikuwa ni mipira itulie mbele, yani mpira ukiwa kiana mbele haitulii, inarudi kwa muda mwingi. Simba iko inasafa kukaba sana, kwa hiyo kila unashambuliwa kila wakati, ni rahisi kupoteza mchezo kwa sababu unashambuliwa kila wakati. Akamuingiza eh, Lino ya Teba Mbida akakaa kwenye eneo la juu, kwa sababu anaweza kuhodi mipira anaweza kuwa retain wachezaji wawili mpaka watatu akawa gadi na na akatengeneza mashambulizi hatari, na ndio maana ukaona Simba, eh, kipindi cha pili, na wale jamaa wakaamua, tumepambana, mwisho wa siku tumechoka hapa tena, ngoma imefaje? Imeshindikana baada ya kuingia Daniel Ateba. Ukimzungumzia Steven Dese Mkwara, ni mzuri kwenye position kukaa wakati timu ikiwa na mpira in possession, unaelewa kuna influence, lakini uki uki eh, timu ikiwa pia haina mpira anarudi rudi Deep kuna eneo la na namba 10 mpaka eneo la na namba 6, ana gari pale kwa ajili ya kusubiria e, second boss e, na mashambulizi mengine quick transition timu iweze kwenda ku, ku, kwenda kwa mwendo wa, wa, wa kushambulia goli. Kwa hiyo niseme tu kila mmoja ana faida yake. Ni mrefu Mkwala, anaweza kufunga kwa kichwa, anaweza akashoot on target nzuri, anaweza kukimbia na mpira lakini pia atakupiga chenga anaweza. Kwa hiyo niseme tu ni wachezaji wazuri, isipokuwa umakini ndio ulikuwa umekosekana kwa michezo mingine ya nyuma, kwamba ule umakini unapolikaribia lango na utulivu zaidi sana, kama maji yaliyoko mtungi na kufanya kitu kinaitwa right decision at the right time, wapi upige, knengo gani kwa mda gani, kwa wakati sahihi, ili uweze kuipa matunda timu yako kwa kupata goli. Hicho ndio ambacho kimepungua, lakini otherwise mambo mengine haya yakifanywa kazi, unaona kwamba eh, tunaweza kupata matokeo mazuri. Kule away na tukapata matokeo mazuri hapa Benjamin Mkapa. Niangalie. Unajua, wachezaji duniani kote eh, who is a good player? yani, mchezaji mzuri nani? mchezaji mzuri ni yule ambaye anakuwa na zile tunasema four articles au four parameters. Article ya kwanza tunazungumzia eh, fitness article. Mchezaji mzuri lazima awe na na body fitness ya hali ya juu, nzuri au physique unakwenda kupambana na, na rasibikani ni wazuri kwenye energy. Je, unaweza compete nao? hiyo ni aspect ya kwanza, unayo mkwara mkwara des anayo lionayateba nayo. Aspect ya pili tunasema ni personal, personal, eh, ability technical ability ya mchezaji mmoja mmoja, wewe usanaa yako ni ipi? kuna kitu unaweza kukipika nje ya maelekezo ya mwalimu, wewe kama wewe una sanaa yako binafsi ambayo unaweza kupaka rangi ukate create something tukapata matokeo. Na kupa mfano mechi ya Azam na Simba uwanja wa Amani, kuna pasi itengenezewa eh, Rio na Teba kutoka kwa kwa Jean Charles Aua. Ilikuwa ni an created chance yeye, yeah, akatumia hiyo technical ability ya mchezaji na sanaa alionayo kuicreate kuwa clear chance ili aweze kufunga. Kama unakumbuka mabeki wawili wanamfuata, mabeki wawili wanakuja, golikipa anakuja, akaiweka kwenye imara yake ule mpira, akauvuta beki anakuja, center back wa mwisho anamuona golikipa alivyokuja, anaipeleka far post akafunga. Ile ndio inaingia hapa nini, technical ability unaliona nzuri. Lakini ya tatu tunasema ni mental toughness, saikolojia ya mchezaji imekaaje kuelekea mchezo, brain yake na utayari kwa sababu ili uweze kupiga mpira lazima ubongo uamue mpira upigwe pale. Yani, kabla wewe hujapokea mpira, unatakiwa kujua mpira unampelekea Chapesa au unampelekea nani. Unaelewa vizuri? Yani, before receiving the, the ball lazima ujue kwamba huu mpira nikipokea, nampelekea pasi nani. Unaelewa hiyo, ya tatu hiyo, sio? Unaelewa vizuri? Yes, na aspect nyingine ya, ya mwisho tunazungumzia eh, technical aspect, eh, yani, eh, hapo cha mwalimu na benchi la ufundi kwa mchezaji mwenyewe. Ni aje. Kwa vitu vyote hivi kimjenga mchezaji, tuna expect kwamba atakuwa mzuri, ata deliver more, na uwanjani, ile outcome ile positive outcomes utaiona kabisa kwamba kweli he is a good talented player, huyu mchezaji ana deserve kucheza hii nafasi. Unaelewa? Kwa mfano Shomari Kapombe alikwaga, sio namba 6, namba 2. Shomari Kapombe ni kiungo mkabaji, watu wengi hawajuagi ile ni kiungo mkabaji asiria toka iko Azam, alivyokuja Simba akatengenezewa hiyo aspect ya nne, na kukwambia technical technical bench aspect ambao kocha akikuona kwamba wewe unaweza ukawa ni potential zaidi kwa namba hii tofauti na hii, akamtoa kuwa kiungo namba namba sita akampea kuwa fullback namba mbili. Leo tunazungumzia zaidi ya miaka kumi, is the best eh right back wa taifa, hakuna kama Chomali Kapombe, lakini nafasi sio yake ile Shomari Kapombe sio namba mbili, ni namba sita kiungo, na kuna wakati baadhi ya makocha apita Simba Shomari Kapombe kwenye nafasi namba sita mchezaji kama labda wakiaawazungumzia hawa, hawa hawafanyi hawa vizuri, lakini je, hizi aspect wanazo? Kwa hizi aspect lazima ufanyie building capacity. Ndio maana wachezaji wanapewa maelekezo kwenye training ground, kwenye uwanja, chakula gani anatakiwa ale kuelekea mchezo flane. Kwa mfano tarehe mbili Simba nacheza na Mashujaa hapa KMC. Unajua mashujaa ni timu aina gani? Kwa hata chakula ambacho nakula, unataka kiendane na chakula ambacho kitakupa ufanisi kwenye mechi ya mashujaa. Lifestyle yako hapo katikati unaishiji? Kama mchezaji, lazima uishi lifestyle ambayo itakusaidia wewe uwanjani. Unaelewa vizuri? Je, unakwenda kupambana na mashujaa, unajiandaje kisaikolojia mashujaa? Unaelewa vizuri? Ndio hivi tunavyozungumzia sisi, unaona. Kwa hiyo kimsingi Simba inaweza kasajili kila mwaka lakini isipate wachezaji wazuri kama hawa waliopo itashindwa kuwatengeneza kwa wachezaji wazuri. Kama tumaliza na hili, katibu mkuu, e, e, mkuu wa Wizara ya Michezo na Tamaduni Mheshimiwa Gerson Msigwa pamoja na ni msemaji mkuu wa serikali jana akithibitisha akisema goli la mama lilikuwa milioni 20, nusu fainali, fainali milioni 30. Hii ni chachu kwa Simba Sports Club. Of course, yes, ni chachu kubwa sana kwa Simba Sports Club na kwa mpira wa Tanzania. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa namna ambavyo amekuwa kipaumbele, eh, kama mwanamichezo namba moja kuisaidia, eh, eh, eh, vilabu mbalimbali. Sio Simba tu amesaidia vilabu vingi. Goli lake na mama, tunaliheshimu, tunaliusudu, tunalipenda na tunalithamini sana. Mchango wake kwenye michezo ni mchango mkubwa sana. Eh, Rais Samia amejitoa sana kwenye michezo. Pengine zaidi ya kuliko hata marais wengi ambao wameshawahi kupita kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana mapenzi yake kwenye mchezo ni ya wazi wazi, yani hajifichi. Ameweka milioni thelathini kwenye goli la mama, sio pesa ndogo. Ni chachu ambayo unajua milioni thelathini Unaweza kuwa ni ndogo lakini unapewa na nani? Unaelewa? Unaweza kuwa nayo lakini kakupewa na, kakupa rais wa nchi, imetoka Ikulu kwa rais. Maana yake inakuwa na thamani kubwa zaidi ya milioni 30. Nisikuwa milioni 30 ya mheshimiwa rais ikawa thamani ya bilioni 100 ambayo wewe unayo. Unaelewa zuri? Kwa sababu aliyekupa nani? Kwa hiyo inawezekana eh, ari, morali, hamasa kwa wachezaji kuwa kubwa kujua kwamba jamani eh rais wa nchi ameshatengeneza milioni 30. Tusimdisappoint tukapambane kwa ajili yake, tukafie uwanjani kwa ajili yake. Mama huyu miundombinu ya michezo ameweza kuisaidia pesa na kuboresha, leo Benjamin Mkapa kafu na

mheshimiwa rais anatamani tufike namba moja. Ndio no. maono yake anatamani tuwe timu ya kwanza ili Tanzania iweze kufahamika duniani kote na nchi hiyo na mahala kote na, na, na tuelekee sasa kwenye sports tourism, watalii wengi waje Tanzania kuja kutembelea a, e, Tanzania vivutio vyetu kupitia michezo kwa sababu sisi tunao e, mabalozi wazuri ambaye ni Simba Sports Club watangaza kimataifa. Kwa hiyo mheshimiwa e, Rais Samia, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu ampe ufahamu na, na, na, na, na maarifa ya hali ya juu sana na sisi kama taifa tuko nyuma yake tunamwombea dua, tufike kwenye nchi ya amani, nchi ya ahadi ambayo sisi kila mmoja na yota. Leo unajua zamani ilikuwa ngumu kuona finali timu ya Tanzania Leo imekuwa ndoto, chini ya utawala wake mfupi, umeona miaka yake minne, leo Simba anakwenda fainali. Kwa mafanikio haya ambayo Simba anayapata kwenda fainali, yako chini ya mama Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, ni jambo la kujivunia, la kujivunia, na sisi tunamwambia mheshimiwa, kombe hii tunalibeba. Yani mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan atambue kwamba kwa namna ambavyo ametushika mkono sisi wa Tanzania, anavyo support Simba na michezo kwa ujumla, tunamwaahidi ile kombe tunabeba na tunaleta Ikulu, na wakati nakuja Ikulu mheshimiwa rais na sisi mashabiki baadhi tuwepo tuje na sisi tupate baraka za ikulu. Asante sana. <laughs> kila la heri.